Mwanaume, kama ulipitia masturbation, na kwa sasa hivi una dalili hizi saba nitakazozitaja hapa, basi inaashiria kwamba wewe tayari umesha recover athari za masturbation, ama tayari umeshapona zile athari za masturbation. Dalili ya kwanza ni kwamba erection yako ama usimamaji wa ume wako uko strong, uko imara zaidi ya zamani. Ikiwa ume wako unasimama imara, basi tayari inaashiria kwamba athari za masturbation zimeshaanza kuunduka. Lakini dalili ya pili, ikiwa nguvu za mwili wako zimeshaanza kurudi, yani hujisikii mchovu mara kwa mara. Kila kati upofiti na hali ya mudi nzuri, basi pia inaashiria kwamba tayari umeshaanza kupona athari za masturbation. Lakini jambo la tatu, ikiwa unakuwa na libido ya kutosha, yani hamu ya kushiriki tendo la ndoa inakuwa ya kutosha, basi pia inaashiria kwamba homoni zako zinazalishwa uzuri na tayari athari zimeshaanza kupungua. Lakini jambo jingine, confidence pamoja na mudi yako inakuwa ni ya juu, ni mtu mwenye kujiamini, kwa sababu mwanaume wote ambaye anapikia homoni inaposhuka anakuwa anapoteza kujiamini, anapoteza ule kujisi kama ni mwanaume. Unakuta kila kati, badala ya kukutana na mwanamke yeye yeah, anakwenda kupiga masturbation. Lakini jambo la nne, ikiwa changamoto ya kuwahi kumwaga imepungua, ama hauna changamoto ya kuwahi kumwaga, basi pia inaashiria kwamba tayari umeshakurika. Lakini cha kuzingatia, huo unafika kileleni isiwe zaidi ya lisali moja, kwa sababu ikiwa unachelewa sana kufika kileleni, nayo pia inaashiria kwamba una athari za masturbation ambapo ni kuasirika kwa mishipa fahamu inayochukua msisimko katika ume wako. Lakini jambo la sita ni kwamba concentration inarudi. Yani ubongo wako unakuwa yani makini katika kuhifadhi kumbukumbu na kufanya mambo yako kimpangilio. Basi pia akili yako inajituma, na jambo la saba, unapata morning wood mara kwa mara. Yani, ume wako unasimama kila asubuhi unapoamka au mara kwa a mara. Basi pia inaashiria kwamba wewe tayari umeshaanza kupona athari kwa za masturbation naweza kuandika neno program ili niweze kutumia program nzuri ambazo zinaweza kusaidia kuweza kurecover zaidi na zaidi hizo athari za masturbation. Na kama unahisi una changamoto ya kiafya, basi unaweza kuchukua namba yangu katika bio nikakupa mwongozo wa tiba ambao unaweza kusaidia kuweza kuondokana na changamoto yako. Tuwasiliane niweze kushauri.